Ndugu zangu karibuni tena katika chaneli yetu hiyetu pendwa kabisa ya Shao Digital, leo tukiwa tunazungumzia kuhusu upendo na tukiwa tunamtafuta Valentine partner wetu, tunakwenda kuangalia vigezo na tunakwenda kumtafuta Valentine partner ambaye atadumu katika maisha yetu siku zote, bila kubadilika, bila kugeuka geuka. Lakini kabla hatujavuka huko na kuomba basi kama bado ujasabskribu, unisapoti kwa kusabskribu, ili kusudi tuweze tukafikisha subscribers elfu moja na hapo utakuwa umetusapoti sana na hii kazi iendelee kusonga mbele. Kama vile upendo ulivyozikwa katika kujali, ndivyo hivyo hivyo Valentine Day ilivyozaliwa katika maumivu. Mfungwa yule akulia na kuhuzunika kwa sababu ya maumivu ambayo atapitia wakati akiuawa, wakati akinyongwa, lakini alilia kwa sababu ya hali ya familia yake, yani mke wake na watoto wake ambao anawaacha, ambao anawaacha ile hali, alikuwa msaada mkuu katika kuitegemeza familia yake. Alilia kwa sababu ya hali ngumu ambayo alikuwa akiifikiria kichwani kwake, familia yake yani mke wake na watoto wake watapitia katika gereza lile alikuwepo padri Valentini ambaye aliona uchungu wa mfungwa mwenzake ambaye bila shaka alikuwa rafiki yake katika mazingira ya gereza. Akafanya mahesabu ya faida ambayo yeye akibaki itapatikana na faida ambayo yule mfungwa mwenzake akibaki kapatikana, gondua, akibaki kapatikana, akagundua yeye akibaki haiwezi kuwa na faida kubwa kama yule mfungwa akibaki, ndipo padri Valentino akaamua kujitoa yeye, akanyongwe na yule mfungwa abaki kwa ajili ya faida ya ile familia yake ambayo ilikuwa haina msaada. Ndipo Valentin bey kazariwa. Ndugu yangu, hakuna upendo mkubwa zaidi wa ule wa mtu kuyatoa maisha yake, kuamua kujitoa sadaka kwa ajili ya rafiki yake. Ndio maana tuutazamapo msalaba, kwa wengine ni upuuzi, kwa watu wengine ni ishara ya kushindwa, lakini sisi tuutazamapo msalaba tunaona sadaka ya mtu ambaye alijitoa kwa ajili yetu sisi, tunaona ule upendo ambao alikuwa nao Bwana wetu Yesu Kristo ili kutukomboa sisi tunaona zaidi ya yale maumivu ambayo alikuwa anapitia. Tunaona zaidi ya ule msalaba, tunaona upendo wa Mungu katika mateso. Kila binadamu hupenda zaidi kujua ukweli, hupenda zaidi kufahamu, na ndio maana sio sisi wazaramo tu, lakini kila mmoja wetu anapoambiwa jambo halafu ikafika katikati jambo aliyeisha, halafu yule ambaye anasema hilo jambo akakatisha mada akasema atakwambia baadaye, unasikia fukuto la hasira linapanda ndani yetu, kwa sababu kila mtu anatamani kujua ukweli wa mambo yaliyopo, yaliyopita na yanaokuja. Ndugu zangu, wapo watu wengi sana hapa duniani ambao waliyatoa maisha yao wakatoa sadaka ili wafe kwa ajili ya kile ambacho waliamini ni ukweli, wakasimamia kile ambacho kilikuwa ni kweli. Mfano halisi ni Socrates na Galileo Galilei. Socrates aliposimama upande wa ukweli na jamii nzima ilipoamini kwamba ule anaofundisha ni upotoshaji na wakamfunga gerezani na kutaka kumuua yeye alikubali kufa akakataa kabisa kukana mafundisho yake, kwa sababu hayo yalikuwa ni kweli na aliamini ni kweli, na bila wasiwasi wowote alisimama upande huo akiamini kile ambacho ni ukweli katika maisha yake, na hapo ndipo Valentine Day inazaliwa, Valentine Day ya kweli. Mtakatifu Justini, shahidi, anasema kwamba Mungu yule yule ambaye alijifunua kwa Wayahudi kwa njia ya maandiko matakatifu kwa njia ya Biblia ndio Mungu huyo huyo ambaye alijifunua kwa Wagiriki kwa njia ya falsafa kwa njia ya reasoning. Ufunuo maana yake ni kufahamisha kile ambacho kilikuwa kimefichika, kile ambacho nafsi zetu zimekitamani kwa kitambo sana, kile ambacho kila mtu ndani yake anajua ndio ukweli wenyewe. Ufunuo maana yake ni kukifahamisha au kukiweka wazi kile ambacho kilikuwa kimefichika, ambacho nafsi ya kila mmoja wetu, akili ya kila mmoja wetu ilitamani kije mbele yake, ambacho ni ukweli. Mtakatifu Agustino anamalizia kwa kusema kwamba kama kuna kitu kikubwa zaidi ambacho kinatamaniwa na kila mtu kuliko ukweli, basi kitu hicho kitakuwa ni Mungu. Lakini baada ya tafakari ya muda mrefu sana, akaja akagundua kwamba hakuna kitu kikubwa zaidi kinachotamanika zaidi na binadamu kuliko ukweli, ndipo akamalizia kusema kwamba basi Ukweli huo ni Mungu. Watu wengi tunapenda na kutamani sana kukutana na ukweli, tunapenda sana kufahamu ukweli, hivyo tunampenda Mungu kwa sababu Mungu ndo ukweli wenyewe. Lakini kumpenda Mungu ni kuvipenda viumbe vyake, hii ikimaanisha kwamba upendo ambao tunaonyeshana hapa duniani una reflect au unaonesha ni kwa namna gani au ni kwa kipimo gani tunampenda Mungu. Hivyo Mungu ndo valentini wetu wa pekee na wa mwisho na asiyebadilika. Kwa mke na mume, valentini dei hii iwajulishe kwamba mlipoambiwa muache baba zenu, mama zenu na ndugu zenu, na kuambatana na wenza wenu, muliambiwa muachane na mila na tamaduni zenu, muachane na maisha yenu ya mazoea kwa ajili ya wenza wenu. Sio mke wala sio mume, hakuna ambaye anatakiwa kumtwika mwenzake tamaduni na maisha yake ya mazoea maana yatakuwa mazito sana kwake kuyachukua, na ndoa itakuwa ngumu sana. Hivyo kila mmoja anatakiwa kuziacha mila na tamaduni zake, kuyaacha maisha yake ya mazoea, na wote wawili kwa pamoja wajenge mila na tamaduni na mazoea ambayo yatakuwa mepesi kuyabeba kwa wote wawili. Hapo ndipo wawili hawa wataweza kutembea umbali mrefu wa safari ya kuishi pamoja maisha yao yote, kuacha mila na tamaduni zetu na maisha yetu ya mazoea. Huo ndio upendo, huko ndiko kujali, na hiyo ndiyo sadaka ya kweli. Na hapa pataonekana Valentine Day ya kweli, pataonekana ule Valentini wa Mtakatifu Valentino kule gerezani kwa ajili ya mfungwa mwenzake. Ndugu zangu, tafsiri ya maandiko matakatifu juu ya uumbaji wa mwanamke inasema kwamba mwanamke akutoka kichwani wala miguuni pa mwanaume, ilikusudi uweko utawala wa kimabavu, tena wa kuburuzana, wa kibepale. Lakini alitoka karibu na moyo, ilikusudi uweko na upendo baina ya wawili hawa. Lakini pia alitoka chini ya kwapa ilikusudi uweko urafiki na kulindana baina ya wawili hawa. Lakini akutoka mbele wala akutoka nyuma, alitoka pembeni ya mwanaume ilikusudi uweko kusindikizana, uweko kutembea pamoja, kusiwepo na kuburuzana, yani mmoja nyuma mmoja mbele kuna mtu anamburuza mwenzake, na hiyo ndio Valentine Day ya kweli, na huo ndio upendo kweli, wa kweli. Ndugu zangu, wanafamilia wa Shao Digital, unatakiwa kufahamu kwamba kumpenda Mungu ni kuvipenda viumbe vyake. Chochote unachokifanya kuonyesha kwamba unawapenda watu wengine, unavipenda vitu vingine, unaupenda ulimwengu na kuutunza gukunaonyesha kwamba unampenda Mungu. Hivyo, God is our true and perfect Valentine partner. Thank you and goodbye.